Uh, mchezo wa leo umeisha, tumemalizana naye. Mechi ya kwanza ameshinda, mechi ya pili tumesare, mechi hata msimu leo pita, mechi ya kwanza tulitoa sare kwa Mkapa, mechi ya pili akaenda kufunga kwake. Kwa hiyo ukiangalia kundi letu bado tuko nafasi ya pili bado, sasa hivi tuna pointi zetu tano, na imani kabisa kama shabiki na mwanachama wa Yanga, robo fainali tunakwenda kuingia tena kibabe. Tuangalie pala baada, tuangalie Jesca, ndio najua kabisa kwenye mchezo wa leo. Wanakuambia ukikosa kikubwa, basi ume eh hata kidogo, shukuru. Kwa hiyo sisi kama mashabiki, nikiangalia mpira wa leo, tumepiga mpira mkubwa leo, kila mmoja anapambana kivyake kivyake. Kwa hiyo sisi tuendelea kupambana, tutaendelea kuisapoti klabu ya Yanga iwe ndani, iwe nje, kwenye mechi ya Faraba tutaiombea klabu yetu kule itakakwenda irudi na pointi tatu. Muhimu tukija hapa ndio kuja kumaliza mchezo wetu dhidi ya Jeska. Kwenye mchezo dhidi ya Jeska eh, tulitoka sare, wale Faraba wati tuliwakumuta hapa hapa. Kwa hiyo kiangalia sasa bado kuna matumaini ya kusonga mbele. Mimi nakwambia hii iishi, na mimi najua kuna maneno yatatokea katikati hapa, lakini unapopiga kila angalia kwanza kwenye kundi lenu, nyinyi mna pointi ngapi? Bora mimi mwenye pointi ngapi? Ngo pointi tano. Na nina imani tunakwenda kwenye kwenda kukaa kitako kuangalia makosa madogo madogo, wapi tumeteleza, wapi tume tumekosea. Najua kwenye mchezo utakaofuata dhidi ya Farabat, najua tunaenda kufanya vizuri. Tukitoka huko tunakuja kumalizana na JS Kabylie hapa hapa. Ni Amani Zanzibar kwao, anakuambia no street no surrender, hakuna kukata tamaa na kusema mapambano, mapambano bado yanaendelea. Wanakuambia haiishi mpaka iishe, na najua tutaisha kwa kwenda robo fainali na tunakwenda kibabe. Mechi zote za ligi ya mabingwa ni ngumu kwa hiyo tutaenda kucheza, tutakutana na mechi ngumu. Sasa mpaka sasa hivi mazingira yalionayo Farabat, na JS Kabili sio mazuri vile vile, ah lakini, cha msingi tunamshukuru Mungu mpaka sasa hivi tuna alama tano nadhani. Kwa hiyo kilichobaki, tutaenda kupambana Morocco, tuweze kupata alama yoyote ambayo tunaweza kupata. Kwa kweli kweli, hatukuyapenda na mataraji yote ilikuwa tupate ushindi, lakini kwenye mpira eh, matokeo design hii hapo. Kwa hiyo mwisho wa siku tunayapokea na tunaendelea na safari, tunaenda kuambia wachezaji baada ya mechi nadhani yeye kama kawaida tu tunaongea vizuri na wachezaji wetu. ile leo tayari imeshapita, tunaangalia mechi ijayo dhidi ya FAR Rabat. Eh, uh, nadhani tuna timu nzuri kwa kweli, hii ni uh, sikutie shaka kutokana na timu ambayo tumecheza nayo leo. umfupa wa leo sio mchezo, hii timu kubwa kabisa, lakini tunahakika, nadhani tunaweza kufanya kitu Maroko. Tunaweza kufanya kitu na uhakika, tutapata alama.